Shedwani kuna ukizungumzia wasanii wakubwa nchini lazima mtaje Diamond, lazima mtaje Harmonize, lazima mtaje Jux, lazima mtaje Mario Alikiba, na alhamdulillah wote hawa ni waislamu mm, na wiki kadhaa nyuma alisika Diamond alisema kwamba mimi na swali mfululizo mwaka wa tatu swali swali tano pasi na nakuacha na, hata kipindi kimoja cha swala so. Lakini Diamond huyu ambaye ndiye alikuwa na jinasibu kwamba alikuwa na swali mfululizo ana swali mfululizo mm, ndiye alikuwa msimamizi mkuu wa Jux kwa maana kwamba best man kwenye ile harusi yake kuanzia si mpaka kuanzia huku mpaka mm. kule alipoenda mm. Wakati Juksi anaambiwa asome swat fata akasoma design ile, yeye alikuwepo. Wakati wapo eh, wanavishana pete pale kwenye jukwaa mm. Diamond alikuwepo na ndiye mtu ambaye mchungaji alimwambia nipe Biblia, alimpa mm. Swali langu ni kwamba ukaribu wa Juksi na Diamond ambaye yeye mm. alijinasibu na swali swala tano, tunaamini swati fata atakuwa anafahamu mfululizo kuswali swala tano, lazima atakuwa anafahamu. Rafiki yake hajui mm. hii mikaji, hilo la kwanza mm. kama mtu alikuwa na swali swala tano mfululizo mm. anakubali vipi kuwa msimamizi mkuu babu harusi, kufikia hatua kushika Biblia mbele hadhara ya watu mm. e, kuswali swala tano ni faradhi, ni lazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi, anasema sala tano Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amezifaradhisha kwa waja wake. Kwa hiyo haijalishi mja huyo anafanya maasiya au anafanya yaliyo ya thawabu, lakini sala tano itabaki kuwa ni faradhi, ni lazima kwa waja wake wote, ni lazima. Sasa yale matukio mengine ya yeye kwenda ku kanisani, kushika, kwa sababu kwanza kushika Biblia sio tatizo. Ile Biblia, ndani ya Biblia kuna Taurati munharafa au munharifa, kuna Zabur almunharifa, kuna Injil almunharifa, sio tatizo. Biblia ni kitabu ambacho ndani yake kina maandiko ya Mungu kabisa wala hakuna shida na hata Waislamu sisi tunaamini hivyo, kuna Injili, kuna Zaburi, kuna Taurati, ingawa zimewekwa mikono, lakini kuna baadhi ya aya ziko mle ziko sahihi kabisa. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo, kushika Biblia sio shida wala sio tatizo. Mimi mwenyewe ninayo Biblia hapa ndani na huwa naisoma e. Kwa hiyo hamna shida katika kusoma Biblia <laughs> isipokuwa, jambo la msingi ni kwamba kile alichofanya pale katika taratibu za dini yetu kinaenda sawa? Hapana, akiendi sawa. Swali, kafanya vile kwa lengo gani? Hilo ndo tunalolitaka. Tukishalijua hilo ndo tunaweza kusema kilicho sahihi. Lakini kabla hatujalijua hilo, tuta, tutasema ambacho inawezekana ikawa kisiwe sahihi. Tukadhani ya kwamba wamefanya makosa, lakini kumbe nje ya hapo kulikuwa na kitu ambacho kilicholazimisha wao kufanya yale katika hali za namna hiyo. Sababu umekwenda kuoa mtoto wa watu katika nchi ya watu, wana taratibu zao. Sawa? Kwa hali ya namna hiyo lazima mfuate taratibu zao. Kwa nini? Kwa kuwa nyinyi mnajua mnachokifanya pale ni nini. Kwa hiyo kuswali swala tano hakubatiliki kwa sababu Diamond alishika ali Biblia. Sisi wenyewe tumewahi kuswali swala msikitini, kanisani. Sisi tumewahi kuswali kanisani, swali swala Kiislamu, eh, ya Kiislamu ya dhuhuri, tumeswali kanisani Samani, kuna kuswali na kusali vitu vile tofauti. E, kusali ni kuomba kuswali ndio kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhana. Sisi tuliswali kanisani, mulichukua udhu kanisani kupitia maji ya kanisa na muka swali ndani ya kanisa. Sahihi kabisa, tulichukua udhu kanisani kupitia maji ya kanisa na tukaswali kanisani, wachungaji wametuonyesha salini hapa, tukaa tena. Nakumbuka na kama nitakuwa sijakosea vizuri, imamu wetu alikuwa ni Sheikh Rajab Salum Juma al-Kushairi. Ndio alikuwa imamu alioongoza sala pale tumeswali sisi kanisani. kwa hiyo sio tatizo kui... mlikuwa mashehe wangapi ambao mlikuwa mnaswali pale? Tulikuwa wengi sana. Nilikuepo mimi, alikuwepo Sheikh eh, Saidi Juma Kinyogoli mm, alikuwepo Shafi Shomari Pango mm, Sheikh eh, Ibrahim Bakonzi mm, Sheikh Juma Tito na wengine wengi akiwepo Mazingi ah, hakukua na hakukua na hata Shekhe wa mkoa wakati ule alikuwa Shekhe Alhadieiw e, naye alikuwepo wakati huo, tulikuwepo pale na tumeswali pale kanisani. Baada ya kuswali, tukaendelea na mdahalo wetu au debate yetu. Mambo yalienda vizuri kabisa. Kwa hiyo ishu ya kuingia kanisani hmm. sio tatizo, inategemea unaingia kanisani kwa jambo gani unaingia kanisani kwa jambo gani? Unaingia kanisani kwa ajili ya ndoa, hamna shida. Shida iko wapi sasa eh? kwa ajili ya ndoa, ndoa yenyewe tulishafunga ya Kiislamu, hii tunakwenda kuzuga, tukazuge tu, shida nini? Kwa, kwa, kwa kauli moja, unaamini ndoa ya Jux ni halali ama batili? Mimi naamini kabisa, kama hajartadi hajatoka katika Uislamu, kwa ndoa ile ya Uislamu iliyofungwa huko, iko halali kabisa ile ndoa, wala ina shida. Zile taratibu zingine ni taratibu tu Naamini kama itakuwa hivyo, kama hakuna maelezo mengine mm. itakuwa ni hivyo, kabla kusikiliza maelezo ikitokea, au kwa, kwa mm, ongezeko wa zile ndoa zingine, haiwezi kubatilisha ndoa ya kwanza, haibatilishi. Kwa sababu katika vinavyotengua ndoa haipo kwamba kufungua ndoa juu ya ndoa kwamba ikawa inabatilisha ndoa, ah, ah. kwa kuwa ile ndoa ya kwanza ilisihi, basi hizi zingine zote hizi ni ni porojo, ndio maana tunaweza kutumia lugha hiyo kinachoitwa yani, kinachoitwa wanaita nini, ile khulu kujivua. Kwa maana mwanamke amefikia mahala kashindwa kuishi na mwanamume huyo, ima kimazingira au hampendi tena, ni mapenzi kashakuwa hana kwa mwanamume huyo, kwa hiyo anaamua sana taka kujitoa kwa mwanamume huyo. Zipo taratibu za kisharia ambazo akizifata mwanamke anaweza kujivua kutoka kwa mwanamume huyo, hapo ndoa inakufa lakini kadhalika, kitu kingine ni kitu kinachoitwa allaanu, kulaaniana. Yani wewe unamlaani yule mwanamke na mwanamke anakulaani mnalaaniana, yaani kama we unamtuhumu mwanamke ana ujauzito, lakini ujauzito sio wangu mathalan, alafu kisha baada ya hapo yule mwanamke anasema aa, unanionea bure, ni wakwako ujauzito. Kwa hiyo wanakwenda msikitini siku ya Ijumaa wanalaaniana pale. Njane, kiapo, kufanya. Kiapo. Mm. Kile kiapo, kisha baada ya kiapo, jambo la mwisho kabisa wanasema laana za Mwenyezi Mungu, kama ninasema uongo basi ziwe juu yangu, kisha hapo wanakuwa wameachana. Baada ya kuachana, kitu kingine ni kuvunja ndoa. Kunategemea mfano, mwanamume amekuwa ni, ni mtu ambaye uwezekano tena wa kushiriki katika tendo la ndoa haupo na madaktari wakathibitisha kwa hapa alipo huyu mwanamume uwezekano haupatikani tena katika kushiriki katika jambo la ndoa, basi hapa ndoa inaweza kuvunjika. Au mwanamke imethibitika kwamba hana uwezo tena wa kushiriki na mwanamume, ima kwa maradhi au kwa kitu kingine, basi hapa ndoa inaweza ikafa. Samahani, swala la ujauzito imekaje, eh? Inawezekana kwamba mwanamke hana uwezo kushika mimba kabisa, haiwezi kubatilisha ndoa. Ah, sio tatizo hilo mm. tatizo hilo linalokusudiwa kuna vitu vinavyoitwa alurqu annasa. Alurqu nnasa ni kijinyama huwa kinatokeza na kwenda kuziba katika sehemu zile za kike mm, kiasi ambacho huyu mwanamume anapomuingilia huyu mwanamke anakuwa na maumivu makali sana. Huyu sasa, inawezekana hapa ndoa ikavunjwa, kwa sababu ndoa ni mujamaa baina arrajuli wal mara ni kukutana kimwili baina ya mwanamke na mwanamume. Sasa tendo hili baina ya hawa watu wawili halipatikani kwa hapa, kuna faski, ndoa inavunjika katika hali za namna ili huyu mume apate mtu ambaye anaweza kudili naye katika jambo hilo, kama ni mume au, ili huyu mke naye apate mtu ambaye anaweza kudili naye katika jambo hilo, sababu ndio maana ya kuoana. Ni aqidun, ni fungamano ambalo linalohalalisha baina ya makutano ya kimwili ya mwanamke na mwanamume, ndio maana ya ndoa. Sasa ikiwa ndoa watu wanalala wanaamka, miezi mitatu, miezi sita, ndoa tena hiyo hiyo, ah, inakuwa tena amna maana katika jambo sasa. Hapa hizi ndio sababu ambazo zinaweza kupelekea ndoa ikafa. Lakini kadhalika ndoa inaweza ikavunjika pindi ambapo anapo slim au anaportadi mmoja kati ya hawa wawili, mmoja Muislamu, yani walikuwa wote Waislamu, mmoja akaenda katika Ukristo wakiwa ndani ya ndoa mwingine akabaki katika Uislamu wake. Hapa ndoa inakufa automatic au kadhaa, yani hizi ndio sababu za kuvunja ndoa. Ndio maana mtu mmoja aliwahi kuuliza ni mwanamke gani ambaye na ambaye sheria inaruhusu yeye aweze kuolewa hali ya kuwa mumewe bado yupo hai nashangaa. <laughs> Sijaelewa eh, eh. Kuna mwanamke anaruhusiwa kuolewa pindi amba, na wakati mumewe bado yupo hai kabisa, ni mumewe. wna e, na ana mume na mume yupo hai, lakini anaruhusiwa kuolewa na mtu mwingine mm -hmm. ni yupi? Ni yule mwanamke ambaye aslama tu wa zauju halam yaslim ni yule ambaye mwanamke aliyoslimu wakati mume wake bado eh, haja kwa ye hajaslimu. Kwa hiyo ye kama kaslimu kawa Mwislam, manake ndoa yake na yule mume imekufa. Kwa hiyo mume bado yupo hai, anaweza akaja mwingine akachumbia akaoa. E, sasa usingesema kwamba mume yupo hai, si sio mume wewe tena, kashabadilisha dini. Eh, sasa amekuwa sio mume wewe kwa sababu ya ile kule kubadili dini. Mm. E, lakini sasa huyu mtu si alikuwa anamhitaji. Si bado yupo. Ndio inasema wazao juha na mumewe kwamba hali ya kuwa akiwa bado yupo. Manake alikuwa shiriki naye katika maisha ya ndoa, alikuwa bado yupo katika hali za namna. Kwa sababu lau kama wangeslimu wote wawili ndoa ingeendelea kuwa bado ipo na angeendelea kuwa bado ni mumewe katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho mimi ninachoweza kusema, hili jambo la hawa wasanii limekaa vibaya sana. Yaani ukikurupuka kuhukumu, unaweza kuhukumu kimakosa eh. Yani lazima kwanza upate majibu sahihi kutoka kwa wenyewe, kwa sababu mtiririko wa mambo yao unataka ufafanuzi. Ukweli uko hivyo. Yaani, ukitazama mtiririko yale majambo yalivyokaa yanataka ufafanuzi. Hayataki kukurupuka kabisa katika hukumu. Kwamba ile haramu kafanya vibaya motoni ile A -a, haitaki hivyo. Wewe tazama tu ya mambo yalivyokaa. Wewe mwenyewe utapata uhakika kwamba haya mambo yanataka ufafanuzi. Ndoa ya Kiislamu imefanyika. Kasilimishwa binti kaolewa kwa ndoa ya Kiislamu, baadaye kwao anaonekana kanisani, inafungwa ndoa ya kanisa baadaye tena inaonekana anafunga ndoa ya kimila, baadaye inaonekana anafunga ndoa ya kiserikali. Unafikia hapa pamekuja kiajabu, ki, ki ajabu, panataka ufafanuzi hapa. Lakini niliona comment moja mtu anasema kwa jinsi ndoa hizi zilivyofungwa, mm. hawaachani mpaka dunia imeisha kwa maana kwamba ukienda kwa dini huku, dini hiyo nasema msiachane. Yani ndo imekuwa na kila sehemu, kama vile kuna baraka. Baraka serikalini imetoa baraka, mchungaji katoa baraka hmm, katoa baraka, wao wazee wa dini nao wametoa wa baraka zao hmm. E, ni jambo zuri kwa sababu kuachana si kitu kizuri sana, lakini kusema kwamba hiyo ndo sababu ya kutoachana si kweli hmm, si kweli, kwa sababu hii talaka haikuwekewa kitendo maalum, kwa maana kwa kitendo hicho ndio utoe talaka. ah. kitendo cha kutoa talaka ni alema, yani pale ambapo mnapokosana baina yako wewe na, na, na, na, na na mke alafu ukaona nafsi yangu kwa hapa ilipofikia sintoweza tena kuvumilia, hapo mpe talaka, mwache aende, na wewe ufanye ya kwako, msidhuriane. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema au tasrihum biihsanin, ikitokea kuachana basi watu waachane kwa wema. Kule kwetu mzee wetu aliwahi kutuhadithia na kutusimulia mkasa mmoja na mimi nausimulia kwa uchache tu. Anasema ya kwamba kuna mwanamke mmoja, yeye alikuwa anaitwa Pili. Pili huyu, Pili alikuwa ni mtu Mwenyezi Mungu kamjaalia ana nguvu Yaani, ana uwezo wa kuwapiga wanaume hata kumi akawakarabati vizuri kabisa, Pili huyo mm. Sasa watu wakawa wanamwogopa kutokana na jinsi alivyo, lakini ukimtazama ni pisi nzuri tu mwanamke safi kabisa mm. Anavutia, anapendeza, lakini ndo ana miguvu huyo mm. Watu wote wakawa wanamwogopa kumsogelea. Mzee mmoja akaona huyu mwanamke hata kaaje hivi bila kuolewa, eti kwa sababu watu wanamwogopa Kajitosa mwanaume, "Pili, unasemaje?" akatangazania e. Pili kakubali, haina tatizo bwana. Kapeleka taratibu za ndoa zimefanyika, kamua wa pili. Pili kaolewa mke wa pili, naye kama jina lake <laughs> basi. Sasa wazee wetu wa zamani walikuwa wake zao wanakaa nao nyumba moja, tofauti na sisi. Ukiwaweka wake zako nyumba moja, shekhe, unatafuta kesi utakuja ukuta mmoja yuko hospitali, yuko mwingine yuko, yuko polisi. Maana wake zetu sasa hivi mtihani mtupu, tofauti na wake wa baba zetu. <laughs> Baba zetu walikuwa wanaishi kwa raha sana na wake hawa, lakini leo mzee wewe, ukioa mke wa pili, mtafutie kwake na mke wa na huyu mke mwingine awe kwake, msiwaweke nyumba moja, tafute shida na balaa. Basi amekaa pale sasa. Siku moja na pili alikuwa akivaa anapendeza lakini kadhalika akipika, eh? anajua asa kupika. Basi siku moja ile mwanamume akawa ikawa nizamu ya pili sasa, lakini nyumba hiyo hiyo, chumba hiki na chumba hiki hiki, lakini sasa, lakini huyu mke mkubwa akawa anaumwa. Mzee yuko mle ndani anajaribu kuona naweka mazingira gani tumchukue mke huyu kumpeleka hospitali. Pili kaona kama anachelewa, kamgongea pale mlango, eh, baba fulani We, ujui kama ni zamu yangu leo mpaka saa hizi upo huku? Akamwambia bana, unajua huyu dada yako anaumwa, kwa hiyo nataka naweka hapa mazingira ya ya kutaka kumpeleka hospitali. Basi ile anafungua mlango tu akakutana na bonge ya kibao pale, pigwa kibao na Pili ile mwanaume. Ah, amwambia Pili, unanipiga kwa sababu gani? mimi mimi sio mtu wa mchezo, mimi sichezechezee mimi. Na hapo kuna baadhi ya wanawake wako hivyo, anahisi sifa, kumbe ujinga Eiwa basi, yule mwanaume kumbe lile jambo ameliweka kifuani. Ah, basi kampeleka mke wake hospitali. Baada ya hapo, karudi kaenda kama hakuna kilichotokea vile. Amekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ah, akamwambia Pili, mi najua mke wangu we ukivaa unapendeza sana, hebu naambia unataka nguo ya namna gani? Pili sasa anasema, unanijua mimi mapigo yangu mi hatari eh, kadha kadha, akamwambia bwana, kamwambia wasani, kuna pesa nimepata kazini, ngoja nikupe ukanunue. Akampa pesa ile, akaenda kanunua mavazi mazuri kabisa, na akivaa mashallah, anapendeza sana. Najua kuna watu wako hivyo, hata akivaa nguo mbaya ye, anapendeza tu, na kuna mwingine hata avae nzuri amna kitu. Mzee mmoja aliwahi kurudi nyumbani, anamuuliza mke wake, kaifa ana abdu Unanionaje? Akwambia, kalkirdi fauka shajara. Yani nakuona kama vile nyani vile, anaparamia paramia miti vile ndo ninavyokuona ajapendeza. Yani kavaa mwenyewe kajipodoa, kapaka wanja, kapaka makeup, kila kitu, lakini mtazamo wake kalkirdi fauka shajara kama nyani tu. Kwa hiyo sasa <laughs> hii ni hatari sana. Sasa kuna wengine akivaa anapendeza. Sasa pili alikuwa hivyo akivaa anapendeza, basi ile bana akamwambia bana Siku ya Ijumaa inayokuja kuna marafiki zangu wameniambia watakuja kunitembelea hapa nyumbani. Kwa hiyo naomba siku hiyo upike chakula kizuri kabisa, marafiki zangu wale kizuri. Nasema wewe, unanijua wana mimi fundi katika mapishi. Tena nataka na wakute umependeza. Sema hamna shida. Hayo yote kwangu mepesi. Basi siku hiyo kikapikwa chakula kizuri kabisa. Yule bwana kaenda msikitini. Kurudi, anarudi pale wale marafiki zake hawapo. Sasa, Pili anamuuliza, wako wapi? Sawa, marafiki zako? Akamwambia, bana marafiki zangu bana, wamepata msiba, kwa hiyo wameshindwa kuja. Sasa chakula tumepika chakula kingi itakuwaje? Sema, sasa basi hichi chakula kipeleke chakula nyumbani kule kwa wazazi wako. Yaani, anaambiwa Pili apeleke kwa wazazi wake kwa sababu kwa wazazi wake ni kama mtaa wa tatu kutoka pale alipokuwa akiishi. Pili akafurahi, akaona raha. Wazazi wangu leo wanaenda kula chakula nilichopika mimi kwa uhodari mkubwa. Wakati anataka kuondoka yule mzee akamwambia bwana ah, alafu baba, nenda naye kamkabidhi kam mzee hii pesa bas, sawa, ambaye ni baba yake. Na pili, pili anafurahi wazazi wake wanakula chakula alichopika kwa umahiri, lakini pia baba anapelekewa mzigo noti bas. Kafika pale kampa baba ile baasha, chakula kile watu wanakula pale kwa furaha. Basi nje hapa Pili anazungumza na wadogo zake, anawambia, mi sio mtu wa mchezo bana, usione hichi chakula na nini, nilimcha, nilimkata kibao kimoja yule bana, maana niliona nataka kuniletea wazimu mimi. Anajisifu, kumbe ndani hapa baba anasikia. Baba yake katoka, akamwambia, Pili mwanangu eh, naona unajisifu kwamba wewe ni bingwa wa kupiga wanaume, ni kweli. Lakini kilile kibao ulichompiga na naye eh, kajibu kajibu vipi sasa. Kajibu hii barua hii, kana ni bahasha uliniletea, sio fedha, ni talaka yako. <tabu wajarana> ah, talaka wakati hatuna ugomvi? Aliishia toka siku hizo. Mwambia basi mwenzako yeye, eh, wewe ulifikiria atakupiga kibao hicho unachofikiria wewe? Ah, yeye kibao chake ndio hichi tena, kalipa kibao katika wakati muafaka kabisa. Ah, Pili kachanganyikiwa, katoka pale. Babake kamwambia, wala usiende kufanya vurugu toka basi, naona nahitaji na, na vitu vyangu. Yule bwana akamwambia, bwana, nilipokuoa nilileta gari, kaja kuchukua vitu vyako, acha nilete gari kuchukulie vitu vyako, ikurudishie pale pale nyumbani nilipokutoa, hakuna tatizo katika hilo. Lakini yule bwana na pili, anamwambia yule bwana, hebu nitazame mimi, kwa nini umeamua kuniacha? Akamwambia, nilikuoa katika uzuri huo huo na nimekuacha katika uzuri huo huo, kwa sioni kipya katika hilo yote ni sawa, ichi ilivyokuwa ulikuwa hivyo hivyo mzuri, nakuacha na mpaka na nakuacha hivyo hivyo mzuri. Sasa mzee anatuambia unajua, maana ya huu mkasa uambia, hapana sijajua. Akasema nyinyi vijana wa sasa hamjui kuacha, kwa sababu we, unataka ukimwacha mwanamke achakae awe hovyo, ndio unataka hivyo sasa. Hii ni hatari, kwa sababu ukimwacha mwanamke kachakaa siku mbili akirudi kwao akipata matunzo na malezi, kanenepa, kaanza kung'ara, anavutia, unaanza tena. Kwanza unajua, ana we, mimi nilikuwa sikutaka siku kukuacha. Mambo gani haya? Mwanamke anatakiwa umwache katika uzuri wake na urembo wake, hata ukikutana naye mtaani hatokutisha tena, kwa sababu ndivyo ulivyomuoa na ndivyo ulivyomwacha katika uzuri wake. Leo sisi hatuko hivyo. Sisi unataka ukimwacha mwanamke achakae eh? Ndio, ndio, yani wewe unaona raha, yani vile alivyochakaa. Sasa si sawa. Tasrihu biihsani, kuachana kwa wema, ni huku katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi niseme, hata ile suala la kusema kwamba kuna ndoa tatu nne tano zilizofanywa hizo, kwamba ndio kigezo cha wao kutoachana, si kweli kwa sababu kuacha ni neno tu, ni neno tu, naweza kumtamkia na kuanzia leo, wewe sio mke wangu, nimekuacha tayari habari imekwisha. Haizingatii ha. Sasa zile ndoa tatu, si ndoa nne? Uende tena kimahakamani, nimemwacha. Uende tena kikanisani, ki, ki, nimemwacha. uende... wala ufanyi hivyo. Neno moja tu likishatamkwa hilo tayari, hiyo ni talaka kabisa. Labda hawa wanandoa, labda tunaweza tukasema hawachani, kwa sababu gani? Kwa kuogopa kuwapalawama wale ambao walioshuhudia zile ndoa, najua kwa kuona kama heshima ionekane leo tena mimi nimeachana na huyu. Je, wale watu wa pale nyumbani watanionaje? Na zamani ndio ilikuwa hivyo, na ndio maana tunaona wanawake wengi sana walidumu sana katika ndoa, mtu anaona aibu kumwaibisha mzazi wake. Leo mzazi mwenyewe ndo anataka ndoa iharibike, si tatizo hilo eh. Na chumba chako bado kipo, akija kodishwa, anakosa kutoka katika ndoa huyu badala wewe ndio uwe ni mtu ambaye kila anapokuletea matatizo una please. Angalia leo huu ni mwaka kadhaa mimi niko na baba yako hatujaachana. Wewe wey, inakuaje siku mbili una, un, un, unataka uachike katika ndoa? Lakini wazazi wetu sasa hivi hawako hivyo. Wengi katika wazazi wa sasa hivi ni shida, mtindo mmoja. Yeye ndo anataka mtoto wake aachike, aende kudanga, awe mtu wa viwanja huku kule, yeye ndo anaona sawa vile. Matatizo makubwa haya. Kwa hiyo inshallah mimi ninachosema kwamba ili jambo la hawa la huyu Juksi kwa kweli ni jambo linataka ufafanuzi, sio jambo la kukurupuka tu kuanza kulitolea hukumu. Tunaweza tukahukumu vibaya bila kujua tunachohukumu ni nini, na siku zote hukumu lazima ujue kwanza kile unachokwenda kukihukumu unakihukumu kitu gani, au unamhukumu mtu kwa nia gani. Lazima tujue kwanza, kama hatujajua usahihi wa ili jambo ni ngumu kulikimbilia katika kulitolea hukumu, ni vigumu sana kwa kweli mm. lina, li, yani hili jambo kiukweli, kwa sababu ukilitazama linataka ufafanuzi, ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Tumalizie hawa ambao labda wanatamani maneno mazuri, ambao wamekuwa ukiwahubiri kila kukicha, wafahamishe vipi ambavyo wanaweza kukupata. Naam, mimi napatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini na tunafanya dua mbalimbali mbali na matibabu ya aina mbalimbali, mbali kwa watu waliosibiwa na masala ya sihri machawi, e, maswala ya kishetani haya na mfano wa hayo. Inshallah, Mwenyezi Mungu anajaalia kila la kheri. Kwa mawasiliano tutapata kwa namba 0756634277 au 0712316222 Inshallah.